Um, tumeandaa burudani mbalimbali pamoja na uh, mabanda ya mara hii, tunatarajia kuwa na banda ambalo Wizara ya Habari na Michezo wataleta pale wasanii mbalimbali kupitia BASATA, kupitia wanamuziki wataleta, lakini pia uh, shirikisho shirikisho la, la taifa la football watakuwa na banda lao. Kwa hiyo na wao hilo banda litaweza kuvutia, watakuwa na programu mbalimbali ambazo wataweza kuzitangaza kwa hiyo hiyo no ni muhimu, lakini na sisi kuongeza matangazo tutaweza kuvutia washiriki mbalimbali wa kuja kutembelea maonyesho yetu. Kwa upande wa wizara na taasisi za umma, tayari wizara mbalimbali zimeshathibitisha ushiriki wao. Baada ya taarifa hii, nitaweza kutaja baadhi ya wizara ambazo tayari zimeshathibitisha, lakini pia upande wa mikoa na halmashauri tayari zimeshathibitisha ikiongozwa na mkoa wa Dar es Salaam, ambao ndio mkoa ambao maarufu na mkoa mkuu tunasema kwa sababu ya kuwa wao wamethibitisha pamoja na halmashauri zake. Mkoa wa Manyara nao umeshathibitisha. Kama yanavyoeleweka kuna banda la Karume, mnalifahamu, banda la Kilimanjaro, banda la saba saba. Kuna makumbi mapya yale ambayo ya majina ya marais wastaafu ambayo mwaka jana yali yaliimarishwa yale, yale kuna banda la Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete, Hayati Benjamin William Mkapa, marais wastaafu na Hayati Alhasani Mwinyi. Hayo yatatumika kama ni ya washiriki kutoka nje ya nchi, na tumeatenga kwa ajili ya kuongeza mapato ya kigeni. Kama mnavyofahamu, Sabasaba ni eneo moja linaotoa mchango mkubwa wa fedha za kigeni hapa nchini, kwa sababu washiriki wa, wa nje wanalipia kwa fedha za kigeni. Matumizi ya tehama pia katika maonesho haya yame yamezingatiwa sana katika maonyesho arobaini na tisa kwanza kupitia maombi ya usajili. Kwa hiyo washiriki wengi mara hii mpaka sasa wameweza kuomba katika mfumo wetu unaoitwa SAMS, Space Allocation Management System. Kwa hiyo tumepunguza ile ile harakati ya mtu kuja pale saba saba kuonana na mtu kufanya booking ya banda. Kwa hiyo watu wengi wameweza kuomba kupitia mifumo mpaka saa hisi na wanaendelea kuomba, lakini matumizi ya electronic ticket yanaendelea, na wataweza kukata kupitia mitandao ya Voda. Mwaka jana tulianza na Vodacom, mwaka huu tumeshafanya maongezi, watafanya kupitia mtandao wa Yas. Kwa hiyo watu wataweza kukata ticket kupitia kwenye mitandao hiyo, kwa hiyo hata ile foleni itapungua, lakini swala kukata kukata fizikali lazima iwepo. Hatutoweza kuiondoa moja kwa moja, kutakuwa bado kuna watu ambao wanatarajia kukata pale pale wakiingia na ndo mambo ya system system. Maana yake ni kwamba unaadapt to new system, lakini ile ya zamani unaendelea kuiacha kidogo kidogo, unaiondoa kidogo kidogo. na kutakuwa na masuala ya zoezi la uchaguzi wa banda bora kupitia ndani ya mifumo. Kwa hiyo kupitia uh, mkutano huu wa leo na ndugu waandishi wa habari, napenda kutoa wito kwa wananchi, washiriki wetu mbalimbali, waweze kujiandikisha ushiriki wa zoezi la ujaji kufanyiwa judging, wanafanya application na kupitia mifumo tutafanya zoezi hili maonyesho yatakapoanza kuanzia tarehe 28 kwa hiyo, wale wote watakaopenda kushiriki kwenye zoezi hili, basi kupitia mfumo wetu wa SAMS wataweza kufanyiwa judging, ambapo zoezi hili ni lenye lenye ni zoezi ambalo lina transparency kubwa, majaji wanatembelea lakini Zile, yale matokeo na vile vigezo wanaposti moja kwa moja wakati wanatembelea yale maeneo ya sita. Mwishoni tunazindua mfumo una... muulize aijue ofisi ya information aulize wapi banda fulani linapatikana, lakini kupitia Sabasaba app ambayo tutaizindua ataweza mtu kufungua na kuona anataka kwenda banda gani na hata kuanza kushuhudia baadhi ya vitu kupitia hiyo application ya Sabasaba. Suala la usafirishaji wa mizigo ya ndani ya uwanja na nje ya uwanja, mara hii tumelizingatia. Miaka yote mmekuwa mkishuhudia mikokoteni, lakini mwaka huu tumefanya uh, tumekaa pamoja na shirika la Posta na tayari tumeshafanya makubaliano. Tutazindua rasmi mwezi ujao zoezi la usafirishaji wa mizigo ndani ya viwanja vya maonyesho vya Saba Saba na nje. Mteja pia utakapokuja kutembelea utaweza kusafirishiwa kifurushi chako na shirika la posta. Mnafahamu shirika la posta linatoa huduma za usafirishaji hata mizigo mikubwa. Wale washiriki wetu waliokuwa nje ya mikoa watakaotaka kuletewa bidhaa zao mpaka mikoani, wataweza kuchukuliwa bidhaa zao na shirika la posta hatimaye kuletewa pale exhibit exhibitions zao. Lakini pia kama mteja au mtembeleaji kaja kanunua bidhaa, ataweza kusafirishiwa kwa vitu standard kabisa, vyombo standard kabisa, na sio ile mikokoteni mliokuwa mkishuhudia. Tume eliminate mikokoteni mwaka huu. Matukio ambayo tunatarajia kuyafanya sambamba na maonesho ya mwaka huu ni kliniki ya biashara. Kama mnavyoelewa, tunakuwa tuna kliniki ya biashara taasisi zote ambazo zinafanya uratibu wa biashara nchini zinakuwa pamoja pale, kwa hiyo kila mtembeleaji anakwenda pale anahudumiwa. Tumeshuhudia tunavyowaona BRELA pale wanatoa certificate pale pale, tumeshuhudia tunavyowaona OSHA wanavyotoa, lakini pia uh, wanatoa vyeti vile vya kuzaliwa NIDA, tumeshuhudia wanakuja pale wana ya vyeti vyao vya kuzaliwa na wanapata na wananchi wengi wamekuwa wanatumia fursa ya uwepo wa saba saba kwa ajili ya kupata vyeti vyao vya kuzaliwa na masuala ya vitambulisho pamoja na pasipoti. Lakini pia maonyesho haya kama kawaida, mwaka wa tatu mfululizo, kumekuwa kuna programu mbalimbali kuanzia mwanzo hadi mwisho, na mwaka huu pia kuna programu mbalimbali, na programu hizo zitaanza tarehe 26 June. Kwa kuanzia, tutakuwa tuna semina ya washiriki wa ndani tarehe 26 na tarehe 27 tutakuwa tuna programu ya washiriki wa nje. Zoezi la uchaguzi wa bandabora, kutakuwa kuna zoezi la uchaguzi wa banda bora. Lakini kutakuwa kuna ufunguzi rasmi wa maonyesho haya ambao unatarajiwa kufanyika tarehe tatu. Kutakuwa kuna program ya urithi wetu saba saba, urithi wetu. Hii ni program ambayo ya wanafunzi wanaotoka mikoa mbalimbali nje ya Tanzania, nje ya Dar es Salaam samahani, lakini pia wengine wanatoka Zanzibar. Kila mwaka tunatoa fursa kwa mikoa mitano wanafunzi ambao wamefanya vizuri katika shule zile za vijijini I zile shule za private zile, wa tunawaruhusu wanaleta wenyewe, lakini hizi tunaziweka kwenye programu yetu kwa sababu huwa tunatafuta wadhamini. Kwa hiyo watoto wanaotoka shule za vijijini wanapata fursa. Kwa nini programu hii? Hii ni programu ambayo imeweza kuwapa nafasi wanafunzi wa vijijini ambao huenda kwenye mikoa yao, kuna maeneo yanaitwa sabasaba, na tumeshuhudia mikoa mingi, ukitembea unasikia viwanja vinaitwa Sabasaba au eneo linaitwa saba saba, lakini hali halisi wale watoto wanakuwa hata wajui hiyo Sabasaba nini. Ndio maana tukaweka hii programu ya urithi wetu, ili wajue, wanaposikia Sabasaba wanapopata fursa, wanawasimulia na wenzao, kumbe Sabasaba ni hivi. Na tumetaka kwa sab Sabasaba iendelee kuishi kama tulivyorithi sisi. Leo hii inatimiza miaka 49. Kwa hiyo na watoto wetu wairithi na waendelee kuienzi. Sabasaba ina historia yake. Kwa hiyo mwaka huu pia tutakuwa tuna programu hiyo ambayo itaanza tarehe tatu Julai. Ni programu ya siku tatu mfululizo, watapata fursa ya kutembelea maonesho, lakini watatembelea maeneo mbalimbali ya miundombinu, maeneo muhimu yote ya Dar es Salaam, miundombinu muhimu, wataweza kupata fursa ya watoto kutembelea. Hiyo ni exposure kwa hao watoto waliofanya vizuri, na kutakuwa kuna siku ya Made in Tanzania. Kama mnavyofahamu, TanTrade kama ni mamlaka ya maendeleo ya biashara Tanzania, tuna jukumu la kutangaza bidhaa na huduma za Tanzania. Kwa hiyo kuna siku maalum tarehe tano ya Made in Tanzania Day, washiriki wote wataweza kushiriki hili. Hii ni siku maalum ya kupromote ile kampeni maalumu ya uzalendo, nunua bidhaa za Tanzania, jenga Tanzania. Na kama kipindi cha nyuma tulivyoweza kuleta kwenu, ndugu waandishi wa habari, tulikuwa tuna suala la kuzindua logo maalum ya made in Tanzania siku hii mtaweza kuishuhudia hiyo logo ya made in Tanzania, na hiyo ndo logo ya Tanzania ambayo kila Mtanzania, kila bidhaa, kila huduma itabeba. Kwa hiyo kutakuwa kuna siku hii ya tarehe tano na hiyo hiyo logo tutaweza kuiona na kuanza kuitumia, lakini kutakuwa kuna siku za mataifa mbalimbali mbali, ambapo tayari kuna baadhi ya mataifa yamesha thibitisha mojawapo ni taifa la Urusi watakuwa na siku yao ambayo itakuwa tarehe tisa. Tarehe nane kutakuwa ni Zanzibar Day, Zanzibar Day ambayo kutaonyesha utamaduni wa Zanzibar, utaonyeshwa bidhaa za Zanzibar, vipaumbele vya vya biashara vipaumbele vya huduma vitaweza kuonyeshwa siku hiyo. Na taifa la Urusi itakuwa ni more as B2B pamoja na promotion. Watanzania watapata fursa wafanyabiashara ambao wataweza kukutana na wadau mbalimbali mbali. Na hizi hizi siku maalum za hizi nchi tumeziweka ni miongoni mwa corporate mashirika na wafanyabiashara wakutane, kwa sababu tunajua kuna wengine ambao sio washiriki wetu, wako nje mitaani wanapokuja kutembea tu, wasije kutembea tu, wengine ni wafanyabiashara wapate fursa ya kuonana na wale washiriki wa nchi ambao wamekuja pale kufanya biashara na kufanya makubaliano mbalimbali kutakuwa kuna siku ya Haryana Day ambayo ni India hii, ambao wao wanakuja na, kama tunavyojua, Haryana wanaongoza kwa ICT na kilimo na utengenezaji wa magari, Hyundai wanaita Maruti Suzuki. Kwa hiyo na wao pia wana siku yao maalum, wataweza kuja na viongozi wakubwa wa jimbo wa lao wataweza kushiriki kwenye jimbo hilo. Kwa hiyo kutakuwa kuna delegation ya serikali isiyopungua watu 55 na, na kutakuwa tute, tunaendelea kupokea uh, uthibitisho wa nchi mbalimbali ikiwemo China, na wao wana national day yao. Kwa hiyo tunaendelea kupokea hadi hapo kufikia ta, uh, June, mwisho wa mwezi wa June tutaweza kuwa na programu ambayo ina idadi ya nchi kamili na national day. Baada ya taarifa hiyo, ndugu waandishi wa habari, naomba kuwasilisha. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Karibuni, kama kuna maswali kama na kama maoni, ushauri pia tunapokea. Karibuni. <tune> kwenye jambo dogo tu la ile programu ya urithi hapo. Umesema kwamba kila mwaka kunakuwa na mikoa mitano, nilikuwa nataka kujua labda mwaka huu mnaenda kwenye mikoa ipi? Kama mko tayari mmeshaipata, kwa wale wanafunzi mmesema mna kila mwaka mitano. Unga muulize amjibulo, so swali naomba swali, so lingine, wakati tunaendelea u muulize. Mimi, nitaka kufahamu labda ni idadi ya watu wangapi wanatarajia kushiriki na ni mataifa mangapi yatashiriki katika maonyesho hayo, mataifa mangapi? Naomba nilijibu swali hilo na uh, mpaka sasa tumepokea mtu yote karibuni basowetu ni uo mambo ni mengi, kama any kind of clarification from in terms of kitu ambacho ameviongea vijii uundo muda wetu. Lakini pia ningependa kupata pia na maoni yenu, kwa sababu naelewa waandishi wa habari mnaenda kwenye zile chochoro ambazo sisi hatuendi kule. Kwa hiyo maoni yenu ni mazuri sana, yatasaidia kuimarisha maonesho haya kwa ajili ya kupata mapato. Nataka nijue labda, kwa maonyesho yaliyopita yalikuwa kiasi gani, na makadirio kwa mwaka huu labda mmekadiria kwamba mnaweza mkafikia kiwango gani cha cha ukusanyaji wa mapato. Asante. Naona hakuna sasa. Naomba nijibu, nianze kujibu la mikoa ambayo na, kuna Pwani kuna Pwani wanafunzi wa mikoa wa Pwani, kuna Zanzibar ambayo kaskazini na kusini, alafu kuna na Mbeya, na na mwingine na Kigoma mara hii: Pwani, Mbeya, Kigoma na Zanzibar kaskazini na kusini na rotation ni kwamba mpaka imalize mikoa yote hatuwezi kurudi awale mpaka tumalize mikoa yote ndo tutaanza tena upya mrudio. Na kuhusu mataifa mangapi ambayo mara hii tayari tumeshapata yanashiriki mpaka sasa tuna mataifa kumi na tano mpaka leo hii tayari yamethibitisha ushiriki, na tunatarajia kwa sababu mwaka jana ni ishirini na nane tageti yetu yaongezeke tufikie 31 targeti yetu na tunapenda yao yanaongezeka. Kwa tunaendelea kuwasiliana na balozi zetu mbalimbali mbali, na balozi zinafanya kazi vizuri sana, kwa sababu balozi zimechangamka zinatuuliza maswala mbalimbali, washaanza kutuletea wadau, na mpaka sasa kampuni za nje tumeshapata 24 na na jumla ya washiriki wote mpaka sasa tuna mia tatu na tisini na tano na jingine swala ambalo makadirio swala la makadirio mwaka jana tupata 3.7 b mwaka huu tunataka tupate more than that, kwa hiyo to the maximum hapo tukipata mpaka 57 ni vizuri. Ndio maana tunaongeza zile jitihada za kutangaza pamoja na vivutio mbalimbali ili waweze kuja kushiriki. Kwa napenda kuchukua fursa hii pia kwa kuwatangazia wale wadau mbalimbali partners wetu wadhamini mbalimbali kwamba saba saba ni fursa kubwa sana, yaani tumewakusanya katika eneo moja fursa zote wafanyabiashara na watu wa washiriki kutoka nje ya nchi, kwa hiyo napenda kutangazia, tunakaribisha partnership katika package mbalimbali. Kwa hiyo tunawakaribisha waje kushirikiana na sisi, tuko tayari kupokea kukaa nao kwa ajili ya kuhakikisha tunafanya win-win partnership. Mungu, Kuisha Mkurugenzi Mkuu, tunashukuru sana kwa muda wako, na mimi naomba nichukue nafasi hii kuwaomba ndugu waandishi ambao tumekuwa wote hapa pamoja, tusaidiane kwa pamoja. Hili ni jambo la kitaifa, ninafahamu toka tunakuwa sote, sidhani kama kuna mtu ambaye hajaenda Sabasaba, lakini ya sisi pia waga, kama waandishi tunapata ugali wetu pale kutokana na washiriki kwao, naomba tujitahidi, as much as we can, kupiga kelele, kutangaza jambo letu. Ni Sabasaba ya boletu, basiba, mwaka huu basi iwe na mvuto wa kipekee kwa sababu so, tunajua Uh, bila nyinyi jambo letu haliwezi kwenda. Tumeita hapa mainstream media na online media ambazo zinafanya vizuri sana kwa nchi yetu, tukiamini kwamba uh, kila kitu kitakuwa sawa na habari yetu itafika. Kwa hiyo tukushukuru sana Mkurugenzi Mkuu, pia uh, niwashukuru wandishi wenzangu na niwatakia mchana mwema. Kwa sisi wengine tubaki wakati kiongozi wetu anaondoka. Kikubwa tusisahau kuambia watu waende kuendelea kusajili mabanda. Sasa matano yameshaja Yani yale makubwa ya yeah, kushia, achana na space zote zile za nje zimeisha. Kwa hiyo uh, mchaka mchaka uko vizuri sana, kwa hiyo tujitahidi kuwahamasisha mm, watu kuja Sabasaba. Asante ni sana, asanteni na sana, nawatakia kila la heri.